Bwana Yesu asifiwe. Ni kukaribishe ndugu yangu na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa Betheli Family Media, kwao umekuwa mdau wetu wa muda mrefu, ukifuatilia vipindi vyetu mbalimbali ambavyo vimekuwa vikiruka hapa nami ni kutangazia tu leo kwamba siku ya leo tarehe kumi mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano tutaanza mfululizo um, wa vipindi ambavyo mada yake kuu itakuwa ikiluka kwa ajina la nguvu ya kutoka, na tutaangazia wengi waliofanikiwa kiroho, waliofanikiwa kiuchumi, waliofanikiwa kielimu, kwamba wengi walitoka na, na, na tutaona namna ambavyo kwa kweli ili ufanikiwe ni lazima ukubali kutoka ili ufanikiwe. Katika biashara ufanikiwe kiuchumi, lazima ukubali wakati fulani kutoka aidha kifikra, lakini ukubali pia kutoka kieneo, uhame kijografia ili uweze kufanikiwa. Lakini ili ufanikiwe kiroho, tutaona jinsi ambavyo ni muhimu sana utoke eh, utoke kuachana na, na, na, na, na, na, na mambo ambayo umekuwa ukiyafanya, ambayo umeyafanya kwa kama mazoea, ili uyaache utoke ili uweze kufanikiwa kiroho wako watu wengi ambao wame onyeshwa katika historia za dunia, lakini pia katika historia za Biblia kwamba wametoka ndipo wakafanikiwa, waliotoka ndipo wakafanikiwa, tukiwaona akina kina Abraham Lincoln, uh, kina uh, wako wengi kina Elon Musk kina Nelson Mandela. Hao ni watu ambao waliamua kutoka na walipotoka walifanikiwa. Lakini Biblia pia inatuonyesha watu wengi ambao miongoni mwao anaweza akawa ni Musa ambaye alikubali kutoka ikulu kwa Farao ili tu atafute mafanikio, na kimsingi ni kwamba ameandikwa katika historia za watu ambao walifanikiwa. Ndipo Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Lakini tunamwona mtu kama Yusufu pia aliamua kutoka mazingira ya nyumbani, ndipo akafanikiwa. Lakini pia watu wengine kama Ibrahimu aliamua kutoka akatoka kwa agizo la Mungu, ndipo akaamua kubarikiwa zaidi ya mibaraka ambayo amekuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa hiyo tutaangazia sana nguvu katika aa, nguvu ya kutoka itakuwa ni sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, na huenda tukaenda hadi sehemu ya mia moja mpaka pale Mungu ambapo ataruhusu kwamba tukomee hapo na tuendelee na mambo mengine. Kwa hiyo Mungu akubariki sana kwa kuchagua kufuatilia channel yetu pendwa, Betheli Family Media, na masomo haya yatakuwa yanaruka kila siku saa kumi na moja kamili hadi saa kumi na moja na nusu na atakayekuwa akileta masomo haya si mwingine, ni mimi ndugu yako kabisa, mchungaji Bwire Nyangusu, chaplaini katika shule ya Betheli. Mungu akubariki kubariki sana, ni kutakia wakati mwema.